Yes, wandugu wapendwa, ni mimi wenu Kolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambao kabisa, nimekuwa hapa ili kwamba nipate kukupatia moja kwa moja, ni wako Kolo Mboka kabisa, ambayo nimekuja kabisa nikiwaambia ya kwamba I love you so much. Hii ni asubuhi ya asubuhi, yani asubuhi ya asubuhi kama vile unavyoona tu Mm, unaviona tumekuonyesha kama sasa, ni asubuhi ya asubuhi, tumeamuka pamoja na Mungu. Mungu anaendelea kuwa pamoja nasi katika muda huu kabisa, nikiwasalimu mm, yaani nikiwaambia jambo kwenu nyote ambao mmekuwa mbali na karibu, ambao kabisa mmeendelea kutufuata huko na huko, tukiwaambia jambo kwenu Ha, na sisi tumesema kabisa tumekuwa hapa tukileta habari zetu za mm, asubuhi hii, lakini mbele ya kuleta habari zetu za asubuhi hii acha niwasalimie hata watu wawili <laughs> acha nikusalimie wewe wewe Anita. Anita na kusalimia kabisa, acha nikusalimie wewe eh, Ange Angelique, nakusalimia kabisa mali pote unapokuwa niki kusalimu wewe, ndugu Dismas eh, kabisa hapo Bukavu. Nasema jambo kwa kodi baba na wewe vilevile, nikisalimia watu wote wa Bukavu, eh, ndugu zangu zote uko Bukavu, quartier la te huko ngambo za Muungu. Ah, mali pote tunasema jambo kwenu, nikisalimia wazawaza wote ambao kabisa wanakuwa kwenye uwanja wa mbele wa mapambano, na hapa kabisa inabidi tupambane hadi mwisho <laughs> yaani tutapambana hadi mwisho. Kinachohitajika ni kwamba tuendelee kumtukuza na kumshukuru Mungu kwa sababu watoto wetu Mungu anaendelea kuwapatia nguvu ya kumpiga vikali sana adui, yani adui anaendelea kupata cha mte makuni. Ni hivi nikisema anaendelea kupata cha mte makuni sijakosea bado eh? Yaani ninakupa ukweli tu eh? Na ukweli ni sherti isemeke eh? anaendelea kupata cha mte makuni huko Nyangezi. Hivi sasa hivi kwa hivi tunaongea hivi, tumepigiwa simu kwa muda huu wa asubuhi asubu asubuhi, ya kwamba Nyangezi imezidiwa kabisa, imeongozwa sasa na wazalendo. Donc, wazalendo wameingia katika centre kuu ya Nyangezi. Na hii Nyangezi mnayoyajua ni mahali ambapo mnajua kama ni centre ambayo imekutanisha miji ya Walungu, Kabare na plaine de la roses. Uh, hasa imekuwa mlango mojawapo ya Bukavu Ville unaona, kama hapa <laughs> ni danger, donc ni kusema uh, tronso Kabare inakutanisha Bukavu, tronso Walungu inakutanisha Ngweshe, maana hii yote ku mngweshe iko Ngweshe kabisa inakutanisha Ngweshe kule Walungu sante kwenda mpaka kule kote inakutanisha ngambo ya oh, ya, ya plaine de la Ruzizi inakutanisha Ngomo na mm, ngambo zote za kwenda Ngomo, mm, na kushuka mpaka kule mu Uvira kwenda mpaka kule kote kabisa, unaenda mpaka kwenye ofisi, unaona kama hii ni mahali, ni centre kubwa ambayo imekutanisha watu, na hii kabisa ilikuwa lieu strategike kwa adui kwa kukamata mafasi mbalimbali mbali. Unajua hawa wa ndugu wanakuya huku kwetu na karte, ili eh, map ama GPS Wanakuya na GPS ili kwamba waangalie wapi kwenye kuneza kwa e, lieu strategique kwenye kunweza kutanisha manjia zote ili kwamba wampige adui. Sasa sisi unakutana kwetu sisi mtu mmoja ndio anakuwa na ile GPS, na yeye anaikala mbali, alafu kunakuwa sisi tunaelewa milima ya kwetu, tunaelewa hapa hapa mkichwa, yani mkichwa yetu tunaelewa nikipita hapa ntachomokea fasi fulani, nikienda hivi nachomokea. Yani unajua kama hapa njia yangu njoo hii, nitafanya hivi yeye iko naangalilia kukaratasi ama iko anaangalilia kutelefoni, eh, anatia GPS, anaangalia manjia zenye ziko pale hiyo wanaita plan de guerre. Wakati ambapo anafanya plan de guerre, anasema no, hapa Nyangezi kuko hivi vitaenda hivi vitaenda hivi vitaenda hivi. Ile ni maongezi ya kijeshi. alafu sasa, walikuya walisha kupanga, wanaleta ranforo ya kubwa kabisa kutoka Bukavu. Walipofika hapa Toyota, nikwambie kitu gani kinatokea. M23 ilipofika hapa toyota wanaripukiwa wamepata cha mtima kuni gari ambayo ilikuwa na, walikuwa nayo ya aina ya jeep, land cruiser, yote sabale yadon kibali bomoa kabisa kwa risasi wazashu, hawana bla hawana mzaa hawana mchezo, watoto wa mama. Na kwambia tu kama Mungu amesha kuwapatia nguvu, na hii nguvu imesha kuonekana, na tuna imani kwamba hakuna mtu wao yote atakaye atakayegomboa mm, nchi yetu isipokuwa wazawaza waza. Ni hawa ambao Mungu ametia kama malaika mkombozi kwa ajili ya nchi yetu hii, ni kweli tena ni kweli. Sasa acha nikwambie tu kama waza waza ni wao ambao Mungu amevalisha koti ya ukombozi, si kwengine. Ninajua kama watoto wetu damu ya Kongo inasimama ili kwamba watoto waanze sasa wafanye kazi ile, na kwa siku kwa wakati kidogo tu, Bukavu yote vile itakuwa iko mumikono ya watoto wetu, na hapa kabisa, uh, mambo itakuwa mzuri, sababu kama Mungu yuko upande wetu, hakuna atakayekuwa juu yetu. Ili nimewambia ni kweli, ndugu zangu. Na farao alikuwa na shida ya kuitika seselefe, hakukuwa na itika kama anaweza tia akili yake chini. Yani, unaona, Farao Mungu alimwambia we kubali tu, kubali seselefe. Farao anasema siwezi. Musa anamwambia achilia watoto wa Mungu waende kumsherekea Mungu. Siwezi. Hii ilikuwa ni ile system ya seselefe alileta hata wa majicien akaleta mapreve diferan mais mefinalema, Mungu alimtupa mumai na bajeshi yake bote. Unajua mwenye anashupaza shingo mara nyingi ni sherti afikie ile kiwango. Sasa cha nini cha kukutanana na kibambazi kule mbele, wa ndugu wapendwa wakati yote adui ametia ameshupaza shingo atakutana na kibambazi huko mbele, na hii kibambazi ambayo atakutana nayo na ni kubwa kuliko mawazo yake, sababu tunajua kama Goliati alikuwa mrefu tena, alikuwa mwijitu, alikuwa na nguvu, iko na silaha zote za kivita. Daudi alikuwa na topito yopeki kama mzalendo anakuwa tu na mkuki, anakuwa tu na mpanga, yani anaenda kama vile nguvu zake ziko na Daudi. Aliachiwa na ndugu zake, wakasema basi, aka aka kijana aka kanajiona eh, akakangere umungere eh, umungere amejiona huyo na kuna wakati banaweza kukuzarau, wanasema ya kwamba wewe ni mngere, wewe aufahili austahili, wewe aufai ndani ya jamaa bana. Kuna wakati wingine wanakuzarau, wanaona kama we aufai, hakuna kitu kianaweza saidia jamaa. Sababu gani? Sababu wanakutana kama wewe labda au kusoma au kupata neema ya kusoma, wanakupana au kutana wewe au kupata neema ya kufikia kwenye hao wanafikia, wanazani kama njoo mwisho ya dunia, wanazani kama we hauna nyota hmm? Lakini kuna wakati ingine Mungu sasa anawaonesha kama huyu, hm, kumbe naye ni mtu ambaye anaweza ana, anaweza fanya. Unajua Kinshasa wale wa mauvanse wale wa, wa politicien ya Kinshasa, bo bana iwa tukama siji Kivu, wao njua kononu mikono yani yote wanaweza fanya inaweza endeka e, yani baki, baki saliti, ata kisaliti siji Kivu hakuna shida. Nona wanazani kama ile mzaa wao ya mbele yenye iko, nawaambia kama ile mzaa baitie mbali sana. Leo Kongole wote iko macho Leo kila mkongomani kwenye ule mwenye akusoma kusoma, na ule mwenye alisoma, unaona banatudanganyaka mu mafrancais malingala manini, banatutia mu mafrancais ya mingi. Lakini leo Kiswahili yetu itatembea dunia mzima, na batajua kama ule mtoto mwenye a kusoma, ule mzalendo mwenye alishi mpori, ule njo mwenye atagomboa inchi. Musizani aseme vya mkubwa binafanyikaka na wale wa hatari. Mhm. -mm. Ule munyonona ni jito yeye kunyo mwenye nafanyaka kitu. Tulikuwa na majeshi hapa mulibaona nyinyi wenyewe. Mimi ndo kwana sema ukweli. Tulikuwa na majeshi hapa. Na tuko na majeshi hapa Mkongo yetu. Jeshi yetu ni fardeesi kama vile mnavyojua nyinyi wote. Ukiangalia sodakisia na wale nasema ndiyo kabisa tuko na jeshi unaangalia, malinete kisa na chio, nasema, ni drago ku wengine walikuwa wanajipanga ni madrago ku wengine wanajipanga ni maegle ku wengine walikuwa wanajipanga kama ni manyini, kila batu balikuwa na jisi yabo ya kujipanga. hmm? Lakini kuvita ndio ile maegle yabo ikakosekana. Sasa kule kuvita sasa ikaonekana kwamba wamekosa sasa njia, wamekosa gisi, wakaanza kimbia Ujulize mutu mwenye anajipamba mapense hapa, makisu hapa, manini hapa, me anapigwa hajaona hata adui kwenye iko, anakimbia. Ile kitu ilituchoke ili koma et pourquoi? Sasa intimidasio banagwaka nao ni ya nini? Ah, lakini sasa mzalendo alipokuya hana ile teni, hana kiato. Leo njo bananza vala, bananza vala mabote me, aba kukua hata na kiato kamba mbili sitajike mtu. Mutu mwenye anakosa kiato anaweza pata masomo, anaweza pata university, anaweza kuwa na diploma, anaweza kuwa na lakini, anaweza jua plan de guerre hmm? anaweza ijua alor, hapa ndio kwenye shida iko.